Barabara kabisa hapa. Leo nimeweza kukutana na Captain wa Kambe Giants. Double KR hapa hapa ni Giants Radio. Sijui nani mwenzangu? Uh, mimi kwa majina naitwa Samuel Rogers. Was, uh, captain mm hi -hmm. uh, club ya Kambe uh. kwa hivyo nilikuwa na maswali mbalimbali manake kuna vilabu ambavyo vingi siku hizi viko vizi, yani hakuna kitu ambacho kinaendelea katika vilabu mbalimbali. Kwa hivyo leo nimeweza kutembelea klabu yangu ambapo ni home ground hapa Kambe Giants ground, niweze kujua tatizo ambalo, matatizo mbalimbali ambayo mnapitia ah, kwa njia sasa mm vipi, waweza kunieleza -hmm. matatizo ambayo unapitia katika klabu yako kama wachezaji katika klabu yako? Ah, naweza kukuelezea matatizo ambayo yako hapa kwa klabu. Matatizo yaliyo hapa ni kama wachezaji wengine wataki kuja mazoezi hivi, wengine hapa ground, wenye tunakuja hatuna mm. vifaa vya kufanyia mazoezi mm hapo. -hmm. Kwa vifaa kwa vya kufanyia mazoezi kuna vifaa vya kufanyia mazoezi mbalimbali, yaani vifaa kama gani? maanake kuna cones, kuna mpira, ama ninyi mko na kila kitu? Hatuna uh, vifaa. uh, kama gani? vifaa kama viatu tu hivi, konzi hiyo, mipira mm. Oh, e, kwetu ni uhaba yani, ndio hata wachezaji wengi mara iki tuanze kupiga boli tayari mara boli haribike uh, hivyo eh. Yani changamoto hizo. Kwa hivyo hizo ni changamoto baadhi tu ya changamoto ambazo klabu ya Kambe Giants inapitia, yeah. Na tena ningependa tusonge mbele kiasi. Yani siku hizi nimekuwa mm, nime, nikimwafuatilia kwa karibu kama mchezaji siku hizi yani, unapiga challenges za kutoka game kutoka mbali, mbali. Je, hii challenges inajitarisha kuhusu yani, kitu kitu gani ambacho unakifanya katika klabu yako ili tuone ni malengo gani ambayo unatarajia hapo mbele yeah. kitu gani ambacho unaki, unakitayarisha kwa ufupi kwa sisi, tunataya enye tunatayarisha tu, tunapiga game za away away, ile tuweze kuongeza kipaji cha wachezaji hapa mm. yeah. afresh kabisa. Kwa hivyo nimekuwa na captain wa Kambe Giants. Ran Samuel, ukipenda weza kumuita Ran, lakini Samuel Karisa. Alafu mimi wako nimekuwa double KR, Giants Radio Kambe Giants Ground. Kesho nitatembelea vilabu mbalimbali huko, na umeme World Stars na mguso huko Red Sea, pia huko nitafika. Kwa hivyo kwa heri ya kuonana, kata